Mtazamaji, wengi wa wazazi katika kaunti ya Kajiado wanakabiliwa na wakati mgumu kupata karo za shule na vifaa vingine vya shule huku mifugo yao wakikosa kununuliwa kwa bei nzuri kwa sababu ya kupunguzwa, kupungua kwa uwezo wa ununuzi. Baadhi ya wazazi waliofika katika soko la mifugo la sehemu hiyo na mifugo wao walilalamika kwamba bei za ng'ombe aliyekomaa zimepungua kutoka shilingi elfu mia moja hadi shilingi elfu ishirini. Wanasema hii inatokana na kiangazi cha muda mrefu katika sehemu hiyo na kupanda kwa gharama za maisha. ya mifugo katika kaunti ya Kajiado. Wafugaji wamefika hapa kuuza mifugo huku shule zikitarajiwa kufunguliwa upya siku ya Jumatatu. Lakini hali si jinsi walivyotarajia. Tunapofungua e, e, shule a, tunalia kama wazazi tunalia kwa sababu ng'ombe ndio tegemeo e, la, a, ng'ombe ndio tegemeo la wakaaji wa Kajiado lakini kwa msimu kama hii shule zinikifunguliwa tunalia, maana bei iko chini na itabaki kwamba watoto wengi hawataweza kwenda shule. Hatujui kama watoto wataenda shule, watoto hawezi enda shule juu mang'ombe ziko chini bei, kumechuka kabisa, kiangazi natusumbua. Kwa hivyo hatuoni kama watoto wataweza fungua shule, tarehe tano ndio inafunguliwa kesho. Ukame wa muda mrefu na kutokuwa na uwezo wa kununua kutokana na gharama ya juu ya maisha vimepunguza bei za mifugo kutoka zaidi ya shilingi elfu mia moja hadi takriban shilingi elfu ishirini pekee. tuko hapa uh, sokoni na vile tunavyoshuhudia mambo ya soko haiendi, vile maana bei ya ng'ombe imeteremka kabisa, haswa siku ya leo unaiona kwamba wanunuzi hawako katika soko. Kwa wakati, wakati sasa zimekufa na kiangazi, imebaki na ng'ombe kumi na saba sasa sasa, ninaona ni mbaya wakati huu, kwa sababu hata ile bei ambayo nilikuwa natarajia kuuza haiendi. Wasi wasiwasi pia umeibuliwa kuhusu kupungua kwa watoto watakaorejea shuleni, huku jamii za wafugaji wakihamia kaunti jirani kutafuta maji na malisho. Wazazi hao sasa wametoa wito kwa Wizara ya Elimu kupunguza karo katika shule za umma. Langu la kwa serikali ninaomba waangalie wa wananchi kwa sababu area ni mbaya, biashara ni mbaya, wananchi wanaumia, watoto wanaenda shule kilio. Kwa hivyo naomba serikali uangalie area. Tilio, Marco Darubini.